Kwa mujibu wa CMG, diplomasia ya China imeendelea kuchukua nafasi muhimu katika kuhimiza amani, maendeleo na mshikamano wa kimataifa. Rais wa China Xi Jinping aliipendekeza mipango mikuu ya kimataifa inayolenga utawala wa dunia, maendeleo, usalama na ustaarabu, hatua inayochangia ujenzi wa jamii ya binadamu yenye mstakabali wa pamoja. Mwaka wa 2025 pia uliadhimishwa kama miaka 80 tangu kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia ambapo nchi mbalimbali ziliandaa sherehe za kumbukumbu kumbu. China na Urusi zilisisitiza dhamira yao ya kudumisha amani ya dunia kupitia maadhimisho hayo ya kihistoria. Katika Mashariki ya Kati, hali ya usalama iliendelea kuwa tete licha ya juhudi za kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Wakati huo huo, mgogoro kati ya Urusi na Ukraine uliendelea huku mazungumzo ya amani yakikumbwa na changamoto kutokana na misimamo tofauti ya pande husika na athari za sera za mataifa ya Magharibi. CMG pia inaeleza kuwa mwaka elfu mbili ishirini na tano ulishuhudia kuimarika kwa ushirikiano miongoni mwa nchi zinazoendelea kupitia upanuzi wa jumuiya za kimataifa kama SCO na BRICS, hatua iliyoongoza mshikamano na ushawishi wa nchi za kusini mwa dunia katika masala ya kimataifa. Aidha, dunia ilikabiliwa na ongezeko la matukio ya hali mbaya ya hewa huku China ikitangaza malengo mapya ya kupunguza uzalishaji wa hewa chafu ifikapo mwaka 2035 ikiimarisha nafasi yake katika uongozi wa masuala ya mabadiliko ya tabianchi. Kwa upande wa uchumi wa dunia sera za ushuru wa Marekani zilikosolewa vikali, zikilaumiwa kwa kuvuruga biashara ya kimataifa. Hata hivyo, uchumi wa China uliendelea kuonyesha udhabiti na ukuaji, hali ochangia kuongeza matumaini katika uchumi wa dunia. Katika uwanja wa siasa za kimataifa, kauli za viongozi wa Japan kuhusu Taiwan na mkakati mpya wa usalama wa Marekani zilichochea mjadala mpana kuhusu amani, usalama na utulivu wa kikanda. Ndani ya Marekani, mgawanyiko wa kisiasa uliendelea kudhihirika kupitia kusimama kwa shughuli za serikali kwa muda mrefu zaidi katika historia ya taifa hilo.